Karibuni wasikilizaji wa redio Mbiu sauti ya faraja, katika kipindi hiki siku ya sita ya mfululizo wa tafakari yetu ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristu kwa mujibu wa taarifa tunazozikuta katika Sande ya Torino, kipindi kinacholetwa na Padre Stanslaus Mutajwaha, mkurugenzi wa shule ya kwa Uso iliyojengwa kwa heshima ya uso mtakatifu wa Bwana wetu Yesu Kristu kutafakari yale tunayoona katika sanda ya Torino. Basi karibuni, leo ikiwa ni siku ya sita ya kipindi hiki cha Kwarezima, mada yetu itakuwa ni uhuru wa kutafiti na mwaliko wa kutambua thamani ya sanda. Nitaanza kwa kutoa nukuu, sidhani kama itatokea siku ambapo shirika lolote la kidini litatangaza rasmi kwamba sanda ya Torino ndiyo sanda ya Yesu, lakini hilo halimaanishi hata kidogo kwamba kuna mashaka au wasiwasi. Inategemea tu jinsi mashirika hayo yanavyoendesha mambo yao na malengo yao katika kuvizingatia vitu vya namna hii. Hayo ni maneno yaliyosemwa na Daktari bingwa katika fani ya upelelezi tiba Robert Buckley utafiti uendeshwe kwa busara ni neno la tahadhari kutoka kwa papa Yohani paulo wa pili sanda inajitokeza kwa ulimwengu wetu kama changamoto kwa akili ya binadamu na mwaliko inaweza kufanyiwa utafiti usio wabagua watafiti kila mwenye uwezo kitaaluma na upendo wa kufanya hivyo anaweza kushiriki katika utafiti huo. Huo ndiyo msimamo wa Kanisa Katoliki kuhusu utafiti wa sanda tangu ilipoingia chini ya umiliki wake. Papa Joani Paulo wa Pili aliyeipokea sanda kwa jina la kanisa alisitiza hilo bila kumungunya maneno alipowahutubia maelfu ya ujaji wa sanda Torino tarehe 24 mwezi Mei mwaka 1998, aliyasema haya. Awali ya yote, inabidi kila mtu na asa mtafiti afahamu ujumbe mkuu unaotolewa na sanda kwa ajili ya akili na maisha yake. Mvuto wa ajabu wa sanda unapelekea kuuliza maswali kuhusu shuka hili takatifu na maisha ya kihistoria ya Yesu. Kwa vile sio swala la imani, kanisa haina uwezo wa kutoa tamko la kitaaluma kuhusu maswali hayo, bali kanisa linaikabidhi sayansi jukumu la kuendelea kutafiti ili majibu ya kuridhisha juu ya maswali kuhusu shuka hili ambalo, kwa mujibu wa mapokeo, ndilo lililofunika mwili wa mkombozi baada ya kushushwa msalabani, yaweze kupatikana. Kanisa linawalika waufanyie utafiti katika hali ya uhuru wa ndani wa heshima na kuzingatia kanuni za sayansi na hisia za waumini. Mwisho wa nukuu. Nafasi ya pekee ya sayansi katika kuusoma ujumbe wa sanda ilianza kuonekana wazi kabisa kufuatia tukio la picha za Sekondo Pia watu au kuamini kwamba picha za Sekondo Pia kweli ni picha za sanda. Wapo waliofikiri kwamba Sekondo Pia amechanganyikiwa. Wasomi walitaka kuzihakiki picha za Sekondo Pia. Mmoja wao ni Profesa Yves de Las, mashuhuri kwa kisomo chake katika anatomia ya mwili wa binadamu. Huyu ni mkanamungu aliyekuwa akifundisha katika chuo kikuu cha Sorbonne Ufaransa taaluma Yves Delage atakumbukwa katika historia ya sayansi kama mgunduzi wa kazi ya kiungo kinachoitwa semicircular canals ndani mwa sikio lakini na binadamu asiyekuwa na ulemavu wa masikio. Pale chuoni na kwingineko, Yves Delage alifahamika kuwa mpinzani wa mambo yote ya imani za kidini na alijivunia hali yake ya kuwa mtu asiye na imani yoyote katika Mungu. Lakini akivutiwa na habari za ugunduzi wa sekondo pia, alitaka kuchunguza yeye mwenyewe ili ajihakikishe kulikoni. Baada ya kuchunguza kwa makini sana, Ayus Delaj alijikuta anachukua msimamo uliowakatisha tamaa wasomi na wakana Mungu wengine. Ilitokea hivyo kwa sababu yeye alikuwa mkweli katika kanuni ya elimu na utafiti. Hakuwa tayari kupindisha ukweli kwa faida yake au kumpendeza mtu mwingine yeyote yule. Tarehe 21 mwezi Aprili mwaka 1902 Yves Delage alipewa nafasi ya kuwazungumzia wataalamu na wanafunzi chuoni matokeo ya kisomo chake makini juu ya anatomia ya mtu wa sanda kama anavyoonekana kwenye picha alizotoa Sekondo Pia. Baada ya ufafanuzi wa kitaalamu wa anatomia ya mtu wa sanda na juu ya kifo chake, Yves Delage alitangaza kwamba, mbele ya ukweli uliopo, sio tu kwamba picha za sanda hazikuchorwa, bali pia kwamba uwezekano wa sanda hii kuhusisha mtu mwingine yoyote katika historia iliyoandikwa mbali na Yesu asimuliwaye katika Injili ni finyu sana. Tamko lake lilikuwa hatarishi kwa ajira yake, lakini akubabaika, alisimamia ukweli wa kisayansi. Hiyo ndiyo habari kuhusu uhuru wa kutafiti na mwaliko wa kutambua zamani ya sana. Bas, karibuni. Asante sana kwa kunisikiliza. Kesho siku ya saba ya tafakari yetu tutaona jinsi tunayoita sanda ya Torino sasa hivi ilivyokuja mpaka Torino kutokea Yerusalemu, tukifuata mawazo au ukweli ambao unashuhudiwa na upelelezi wa Max Fry Shulz. Asanteni sana kwa kunisikiliza.